nasi tuhamisiali. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuletea watu wenye kusaidia na wenye madhumuni zaidi ya kutaka tunufaike. Namshukuru Mwenyezi Mungu sote si jambo baya mpaka sasa kutusaidia, na tunatoa shukrani za dhati. Tunashukuru pia. Ingia wewe, umeambiwa jina la Tears of Joy, alikumbuka. Ngoja ngoja ngoja, mpaka uambie tayari

zipike kwenu alhamdulillahi. <coughs> kwa kupuyawajia mkatitetea ya futari ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, Allah walipe ujira wenu, ala wazilishee baraka, au wazilishee kipato, mwendelee kuvukuvuka bi idhnillah, insha Allah. Hatuna mengi, huwa nikuwatakia shukrani kwa Allah, salamu right.

wanao sie tojua tusoweza kijabuta moja. Mungu ajalie wafanikiwe watu, watu, leo na kesho. Mungu ajalie, Mola tujalie watoto hawa watu hawa wanaokuja ma mae msaada, Mungu ajalie wafanikiwe, tena mpaka tufike ahadi mjaa

Salamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa niaba ya uongozi mzima wa Tears of Joy popote ulipo, ambao ni Tears of Joy ya ulimwengu mzima. Leo tumekusanyika kisiwa cha Pemba, na uongozi kamili ukiongozwa naa pamoja na mwenyekiti wa kanda ya Zanzibar ni Sharifu Abdulrahman Habshi, na uongozi wa kamati hii yote ya Tears of Joy. Kama tulivyoshuhudia ndugu zangu Waislamu, kwamba tumeweza kuleta chakula cha kuwasaidia wastahiki wanaofaa kupokea sadaka hii, kwa niaba ya uongozi ambao kilichofanyika ivizanguni muweze kuelewa kwamba kazi iliyofanywa ni kazi nzuri kubwa na ya uaminifu, na sisi kurejea sana kwa Mwenyezi Mungu, kwa maana ya kwamba wenye kupokea na wenye kutoa, tunaamini sadaka ni ambayo inakuwa ni siri baina ya wenye kutoa na mwenye kuwapa, tofauti na ule mkono wa zakatulmali lakini haya tunayafanya si maana kwamba kujifahiri kuonesha kwamba sisi tunataka kuonesha fahari kwa nini au kwa watu katika vyombo vya habari, lakini kushajeisha wengine waweze kuona. Ndugu zangu wa Kiislamu na ndugu zangu wote popote mlipo, hasa wanachama wa Tears of Joy, mlichokitoa hamjapoteza. Tumechukua ahadi kwenu nini na ahadi kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tutawafikishia wastahiki ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba leo wameweza kupatikana wale wanaotaka kupokea. Je, tungeleta mzigo huu na tungelikuwa hatuna wakuwapa, hatusingefanikiwa katika hili. Tunamwomba Mwenyezi Mungu inshallah aendelee kukupeni imani, ndugu zanguni wa di, wa Tears of Joy, kwa sababu ndicho kitoa ni kingi. Hii haikutoka Tears of Joy, imetoka katika mifuko ya wanajamii wa Tears of Joy ambao pekei karibu mia tano bali mbalija na mbali hapa Pemba na mali ambayo nekisiwa kifikio kama milioni thelathini na saba ni si jambo dogo, lakini ndio katika mifuko ya watu ambao wenye kutenda kheri. Kwa hiyo naomba mwendelee kuwa na imani na uongozi kwa upande wa Pemba na Unguja ili tuakikishia yote mlioyataka, na Mwenyezi Mungu ainyanyue Tears of Joy, atupe kheri ndani yake Tears of Joy. Haya, nyo,